Nafasi ya mama katika maisha yetu ni kubwa sana. Kila mmoja miongoni mwetu ajaribu kufikiria nafasi ya mzazi wake na hususan mama katika malezi yake, katika makuzi yake, katika hali aliyokuwa nayo hivi sasa. Mama ana sehemu asilimia ngapi katika hali aliyo nayo? Bila shaka, wengi wetu tutasema kwamba ana asilimia kubwa sana za malezi. Katika mafundisho ya dini yetu tukufu ya Kiislamu, mama anachukua nafasi tatu zaidi ya baba, si kwa sababu nyingine kwa sababu ya umuhimu wake. Kwa hiyo ndugu yangu, kama mama yako mzazi yupo hai, huu ndio wakati wa kukumbuka fadhila zake. Hebu baada ya kusikia klip hii, kama yuko mbali na wewe, mpigie simu, mwambie mama yangu nakupenda, mtumie na zawadi anayoipenda. Lakini kama yuko karibu na wewe, hebu mwenda kambusu kichwa chake, kaa naye, zungumza naye, mfurahishe lakini kama ametangulia mbele ya haki, nyanyua mikono yako juu na kumwambia kwa Allah subhanahu wataala kwa kusema Mwenyezi Mungu, msamehe madhambi yake na mwonee huruma kama alivyonilea mimi nilivyokuwa ni mdogo. Imam Malik radhiyallahu anhu alilelewa na mama yake na mpaka kuwa ni imamu mkubwa kiasi hichi, ni juhudi za mama yake. Yeye alipenda kuwa mwanamuziki, alipenda kuwa naimba na shid, lakini mama aliona haitamfikisha katika kupata radhi za Allah subhanahu wataala, akamwambia mwanangu, sura yako mbaya hakuna anaweza kuipenda, haifanani hata chama, na sauti yako. Akakata tamaa na akaingia katika kusoma dini na hatimaye akawa ni mmoja katika maulamaa wakubwa na maimamu makubwa wa Kiislamu. Lakini kuna kisa cha mtu mmoja mashuhuri sana ambaye alifeli katika masomo yake akiwa shule ya msingi kiasi kwamba walimu wakamwandikia barua, wakampa ampelekee mzazi wake, alikuwa analewa na mama yake, akaichukua akampelekea ya mama yake, mama akaisoma, akasema mtoto akawa nasubiri aelewe kilichoandikwa, akaambia, mwanangu, walimu wanasema kwamba wewe mashallah, kwa akili na uwezo uliokuwa nao, hakuna mwalimu pale anayeweza kukusomesha, bali usomee nyumbani. Kwa hiyo utakuwa unasomea hapa nyumbani. Kwa hiyo yule kijana akasomea nyumbani mpaka akaja kuwa mkubwa kabisa. Mtu huyo ni Thomas Edison, ambaye amegundua umeme, mtu aliyovumbua umeme wa kwanza au taa zinazowaka hizi. Ndio alikuwa darasani alionekana ni mjinga kiasi hicho. Lakini Thomas Edison alipokuwa mkubwa na mama yake ameshatangulia mbele ya haki kwenda kufungua katika mikoba ya mzazi wake aliikuta ile barua. Barua imeandikwa tunaomba mumpokee kijana wenu, ni taahira na sisi hatuwezi kumsomea na kuanzia sasa hivi amefukuzwa shule, yani asije tena shuleni. Thomas Adison anasema alilia sana baada ya kuipata ile barua, na alielewa kwamba aliyemfanya afikie pale alipo ni mama yake na malezi yake na mafundisho yake. Ndugu zangu Waislamu na wote mnaoniangalia, mama ana nafasi kubwa sana katika maisha yetu. Kama umekhtalifiana na mama yako huu ndio muda wa kwenda kumpigia magoti na kubusu mikono yake na kumwomba radhi. Jazakumullahu khair.